Maadhimisho haya yatakuwa na tija ya kwa jamii kubwa ya Watanzania wale walionufaika kwa njia mbalimbali, lakini itakuwa ni fursa kuongeza watu wapya wanaojifunza eh, juu ya jambo hili. Ukitazama katika uzinduzi huu wa maadhimisho haya, tunajaribu kuwa na, na, na, na, na muono na maono makubwa ya kutanua zaidi namna ambavyo mfumo unafanya kazi na tunajipanga zaidi kwenda kwenye bidhaa ambazo pia sio za kilimo ukiacha Mheshimiwa naibu waziri leo ametusisitiza kwamba tuhakikishe kilimo kinaendelea kupewa kipaumbele, lakini vilevile amesema tuangalie na maeneo mengine. Kwa hiyo itakuwa ni fursa nzuri kuweza kuwapata wadau kwenye mifugo, kwenye e, masuala ya uvuvi, kwenye masuala ya misitu, kwenye masuala ya madini, wote kuweza kuja na kushirikiana nasi kuona namna gani mfumo huu unaweza kusaidia biashara ya mazao yao au ya bidhaa wanazoshughulikia ikawa ni rahisi zaidi. Kwa hiyo ni wakaribishe sana, ndugu zangu wanahabari kwamba jambo hili ni la kwetu wote. Katika kila hatua tutakayochukua tukifanya, tutahakikisha tunashirikiana kwa pamoja ili tuweze kuwafikishia ujumbe mkubwa wananchi wa Tanzania na jamii kubwa ya Tanzania iweze kunufaika na na elimu hii, lakini muhimu zaidi wakulima na wazalishaji wa bidhaa mbalimbali waweze kuona faida ya kutumia mfumo wa stakabadhi za ghala kwenye kufanya shughuli zao. Miaka 20 tunajivunia mafanikio, kwa sababu kwa kiasi kikubwa tunaona tija kwenye kazi tunayofanya. Mambo makubwa matatu yanajitokeza pale tunapopeleka mfumo kwa sababu tunaongeza ushindani. Kwa hiyo tunajiona kwamba bidhaa zinazozalishwa na wakulima zinapata bei, na ninaposema bei, si maanishi kwamba wakati wote ni bei kubwa, lakini tunapata bei ambayo ni tofauti na kama mazao yasingeuzwa kwenye mfumo. Lakini jambo kubwa la pili tunaliona kwenye uzalishaji, yaani kila mahali tunapokwenda uzalishaji unakuwa mdogo, lakini kadri tunavyoingiza na kurasimisha bidhaa hizi, uzalishaji wa bidhaa hiyo unaongezeka na unaongezeka kwa sababu watu wanaozalisha wanakuwa na uhakika na mahali wanapoenda kuuza. Lakini kubwa la tatu ni ubora. Kadri tunavyoendelea kuingiza mfumo kwenye maeneo mbalimbali, tumeendelea kuona bidhaa zikiwa bora zaidi. Ukiangalia miaka ya nyuma, mazao kama ufuta ulikuwa unauzwa kwa kawaida tu na ulikuwa mara nyingi unakuwa umechanganywa na uchafu na kadhalika, lakini hivi leo ufuta wetu unaokwenda sokoni, ufuta ni mzuri, tunaoupeleka kwenye kimataifa ufuta unakubalika. Eh, tunahudhuria mikutano ya kimataifa kuona kupata mirejesho, mirejesho iko chanya kwenye bidhaa zinazotoka Tanzania. Na nakiri kwamba mmefanya kazi kubwa ya kuimarisha bei ya mazao katika maeneo mengi ya nchi yetu, na naomba msikate tamaa, kwa sababu kazi ambayo mnafanya ni njema katika kumkomboa Mtanzania, hasa mkulima mdogo kupitia mfumo wa stakabadhi za gala. Mmeongeza ushindani, mmeongeza uwazi, lakini pia mmefanikiwa kuhakikisha kwamba mnalinda ubora wa mazao yetu. Na nyinyi mnafahamu jinsi gani nyakati zile mazao yetu yalikuwa yanachanganywa na michanga na mawe, mkulima alikuwa hajali, lakini sasa hivi kwa kuwa kuna collection points kuna masharti hilo limesaidia kuongeza ubora wa mazao yetu.